Hisi watu wanakimbia hivi kutoka Katongo, wakimbizi wale, ndio watu wanakimbia hapo kutoka Katongo kule, make moto na uwaka saa hii leo hii leo asubuhi, siku ya kwanza leo asubuhi ya siku ya kwanza leo, na ni level nefu leo kati sauriki basi ikiwa jana, lakini leo sasa ni siku nyingine. Ujambo wapote ulipo, mdugu mpenzi, msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV, ninakusalimu pote pale ulipo, ukikaribishwa katika kipindi hiki, lakini ni kujuza kwamba leo ni tariki 29 mwezi wa Disemba mwaka 2025, takriban kabisa mwisho wa mwaka, lakini nimekuja tu kukaribisha na kukupasha habari katika hali tofauti ambazo zinaendelea kujiri. Ungana nami mwanzo hadi mwisho na hivyo upate kujiunga hata pia ikiwa uungaliwa mpya kwenye channel hii kwa kubonyeza hapo chini kusubscribe, na kubonyeza alama ya kengele ili unazipata habari zetu, lakini pia kunifuatilia na kukujuza ya kwamba si tunapatikana mashariki mwake DRC, huku Kivu ya Kusini, ndiko ambako tunaweza kupatikana. Basi ni hivyo, hususan katika hali ya vita na hali ya usalama katika maeneo tofauti, ndicho ambacho nataka kukupasha leo hii. Na ujue kwamba ikiwa tu ni Jumatatu baada ya Jumapili ni siku nyingine, leo ambatana nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, nipate kukujuza mengi na kukupasha yaliyojiri siku ya leo. Lakini nijielekeze kwanza maeneo ya Uvira, ni katika mji huo na tarafa hilo la Uvira kabla ya hayo ambayo wameweza kujiri hivi leo tariki 29 mwezi wa Disemba mwaka 2025 ni kwambia kwamba kutokana na mapambano ambayo yaliweza kujiri hapo jana ikiwa katika maeneo ya Kigongo niweze kukujuza kwamba mapambano hayo yaliendelea kujiri na kuweza kusikika milio ya risasi bunduki kubwa na zile ndogo katika maeneo ya Kigongo sio mbali sana na mji wa Uvira katika hali hiyo imeweza kuonyesha boti au zinazoitwa kwa jina la marambo za jeshi la FARDC na wazalendo kuweza kulishambulia jeshi la waasi wa fcm 23. Jambo ambalo linaweza kuonyesha waasi wa fcm 23 wanaungwa mkono na Rwanda na wazalendo kuweza kuungwa mkono na jeshi la FARDC lakini mapambano hayo ambayo yaliendelea kujiri hapo jana yaliweza kuonyesha ugumu wa mioyo kwa ngambo ya waasi wa M23 kutokuweza kuweza kuondoka maeneo hayo, na ujasiri wa jeshi la Kongo na wazalendo wakiungana kuweza kupambana ili ya kwamba wapati kushika mji wa Uvira. Lakini kutokana na hayo matokeo ya kuweza kuonekana kwa ngambo ya waasi wa M23 kushindwa na ngambo ya, ya jeshi la Kongo kuweza kushinda ni kujuzi ya kwamba alafu sasa, kuamkia asubuhi ya leo Jumatatu tariki 29 mwezi wa Disemba mwaka 2025, ni kujuzi ya kwamba ikiamkia leo ya asubuhi, milio ya risasi ambayo iliweza kujiri katika maeneo hayo imewafanya wananchi au wakaaji katika maeneo hayo ya Kigongo na maeneo mengine hata hapo Katongo wapate kuondoka makao yao na kuweza kuyahacha wazi kabisa na kujielekeza maeneo ya huko Uvira hata leo hivyo mapambano yaliendelea kujiri katika maeneo hapo Kigongo na pia kwenye milima ya maeneo hayo. Niongeze na kusema ya kwamba mapambano hayo kuzidi kuendelea na kuweza kusikika, waasi wa FCM 23 kuweza kusogezwa, hivyo ikileta nguvu ngambo ya jeshi la FARDC na wazalendo kuweza kuwafukuza waasi wa M23 katika maeneo ya vijiji vya Bumba Kitala kataka, ikiwa mashariki mwake DRC Kivu ya Kusini tarafani Uvira, na hivyo mapambano kuweza kusikika katika vijiji vya Kigulwe, Gomba, Kabwa Mulonda, Kigongo na Katongo, hivyo hali hiyo ya mapambano katika maeneo hayo imeweza kuleta wasiwasi wasi katika maeneo na vijiji hivyo ambavyo kumeweza kusikika milio ya risasi. Lakini pia katika mji wa Uvira wameweza pia kusikia milio ya milipuko ya mabomu na milio ya risasi katika maeneo ya uwanja wa vita huo ambao imeweza kuleta wasiwasi katika maeneo hayo ambao pimesikika milio ya risasi na maeneo ambako ni katika uwanja wa vita. Basi kutokana na wakahaji ambao wameweza kuondoka na kuacha makao yao kamelefu ambako walikuwa wanaishi na pia kujielekeza maeneo ya Uvira, leo hii asubuhi ikiwa tarehe 29 mwezi wa Disemba, na hivyo tu tupate kuwaona na kuweza kujishuhudia kwa ukweli. Wakimbizi wale. O watu wanakimbia hapo kutoka Katongo kule maki moto make na uwaka saa hii, leo hii. Leo asubuhi ya siku ya kwanza. Leo asubuhi ya siku ya kwanza. Leo na leo ni level neuf sa Manaki kule ni danger danger, watu wako mvula danger, watu wanakimbia hivi okatongo je pense que mnaona tokisi batu wakowa na kimbia epi kutoka Katongo, batu ni bengi sana tena sana bengi sana tena sana. sana batu wana kimbia kutoka Katongo fatana na hali ambayo yenye iko rema. Mungu atushindiena Yani, kwa hili vraiment batu wana kimbia hivi kutoka Katongo deja poro kule, euh, nando kwenye tuko tukotunaavanse ah, tufike kwa pale tuangalie hali ya mgeni wakimbizi yavo kabisa, ni vingi sana. nimesema kwamba hapa niko Kalundu kwenye bandari la Kalundu Uvira lao tariki 29 mwezi huu wa kumi na mbili 2025. sasa hivi ni kujuzi kwamba tv yako inakuletea habari ambazo ziko motomoto na za kweli. Baadhi ya wakaaji wa Kalundu, wakaaji wa Kopela, wakaaji wa Makobola ya kwanza ya pili, wakaaji wa uh, sehemu yote ya bandari na tambarare ya mto uh, Tanganyika sasa hivi wameamua kuanza ama makazi yao, wakidai kwamba mapambano yanaendelea yanaendelea kabisa kwa vikali, kati ya, kati ya jeshi la taifa na waasi wa M23. Kwa hiyo niko barabarani hapa nikikuletea habari motomoto, na kama mnavyoiona kwamba sasa hivi wakaaji wote wanaendelea kuingia kwenye mji wa Uvira wakikimbia yale ambayo labda yanaweza yakawa yame haribisha maisha ya mwanadamu na ni kujuzi kwamba maeneo ya Kalundu pia uh, nyumba zote zimebaki wazi, watu wakikimbia huku na huku wakiofia kiyo, maisha. Ndio nitakuja kukupa zingine habari ambazo sasa hivi nikiendelea tu kuzunguka kwenye uh, tambarale ya mto ama ya Ziwa Tanganyika kukuletea habari. Niko kwenye barabara nambari tano. Uh, na huku ukiona wakimbizi kaza wakaza wanaendelea kabisa kukimbia, wamoja wakichukua mambuzi zao, wengine watoto na familia wakikimbilia katika mji mkuu wa Uvira, ikiwa tu katika maeneo ya Uvira kutokana na hali ya waasi wa FCM 23 kuweza kusikika kuondoka kuacha maeneo hayo ya Uvira imeshuhudiwa baba mmoja ambaye aliweza kushikwa na waasi wa FCM 23 usiku na hivyo wakiweza kumshurutisha wapate kuwaonyesha njia ya kuweza kupanda kwa njia ya mwami na kuendelea ambako walikuwa wakijielekeza. Hayo yote yakishuhudiwa, na kutokana na hali hiyo imeweza kuonyesha wasiwasi katika hali ya kuweza kuwachukua watu maeneo ya usiku, imetokewa na shukrani kubwa

jeshi ya mingi ilikuwa mule. Sasa come <coughs> information leo asubuhi, mimi naongea na ndugu yangu mwenyeko pale, amweke nyumba ya kwanza ya pili ya tatu kwile lupango pale, balimukamata busiku na ine baka bakamubeba munjia kusema aende abaoneshe njia ya kupandia ku barabara ya Mwami kupanda kubilima ule ndugu yangu alienda kule.

kama kungekuwa hata nusu ya kipande cha kuku nisaidie, jumbe na pona. Mungu ananisaidia bali nikamata busiku, ananibeba naenda, tunapakiza mizigo ku gari na mpaka isa, mukipima kuuliza benye kwa Uvira batabambia ke mule mulupango wabu amuna tena soda hata umoe wa M23 mpaka isa, donc musinyale bazalendo popote pale kwenye biko bakwe vigila na bale batu bayue gisi banatembe, ile njo informasyoni yenye napata sai iko, ni informasyoni yenye iko direct aina ya kusema seme nilisikia kurajio wala balisema, naongea na, na mwenye alikamatiwa njoo ananipigia telefoni hii asubuhi kunipa ile information. Bukavu ni mji ambao unapatikana katika jimbo la Kivu ya Kusini na kuweza kumilikiwa na waasi wa FCM 23, lakini imeweza kushuhudiwa na kuonekana ya kwamba waasi wa FCM 23 hawaonekani katika maeneo au kata fulani katika mji huo wa Bukavu lakini pia kuweza kushuhudiwa na kuonyesha ya kwamba waasi hao wa FCM 23 kutokuweza kuonekana, lakini waafisa polisi kuweza kuonekana maeneo hayo na wengine kutoka katika mji wa Rwanda, askari hao kuweza kuingia katika maeneo hayo. Basi hayo yote ikiwa ni hali ambayo iliweza kuonekana katika mji wa Bukavu, hali ambayo inaweza kuchanganya na kutokueleweka mbele ya wakaaji au wananchi basi hivyo ikiwa Baraka ni katika mji ambao unapatikana tarafani Fizi ni Kivu ya kusini mashariki mwake DRC, ambako baada ya milio ya risasi na wasiwasi mkubwa katika mji huu wa Baraka, wanakaaji au wananchi waliweza kujiondoa maeneo hayo na kuweza kukimbilia maeneo mengine kama vile Ubwari na hivyo kuweza kuchukua usalama wao na kuepukana na mahafa au hali chafu ambayo imeendelea kuwa ya wasiwasi wasi. Lakini nikumbusha kwamba kutokana na hali hiyo ni jambo ambalo limeweza kuonyesha tena wananchi kuweza kurudi katika makao yao baada ya kusikia hali ya usalama kuweza kuwa afadhali kidogo, nao kuweza kurudi katika makao yao. Msemaji wa jeshi la FARDC ikiwa nchini DRC ambaye anaitwa kwa jina la Sylvie Kenge ameweza kusimamishwa kazi duru za mahali zikiweza kudai ya kwamba ilikuwa kwa sababu ya hotuba yake ambayo aliweza kuitoa, na katika hotuba hiyo aliweza kutamka ya kwamba Wanyarwanda, akionyesha ya kwamba Watusi wakioa, yani cha kwanza kabisa wanaanza kuita binamu zao kuja kumchezea huyo mwanamke, jambo ambalo linaweza kutapakaa na kuweza kuonyesha hali chafu kabisa, ikiwa tu basi neno hilo ambalo liliweza kuguswa kwa Watusi limemfanya yeye apate kusimamishwa kazi. Ni kitu ambacho kinaweza kaonekana kidogo, lakini kinacho uzito wake. Basi huo ulikuwa ni mwisho wa taarifa ya habari ikiwa leo tariki 29 mwezi wa Disemba mwaka 2025. Taarifa hizo nimeweza kukuletea, tukipatikana mashariki mwake DRC, huku Kivu ya Kusini. Unaombwa kujiunga kwenye kituo hiki cha habari, umepata habari zetu mapema, lakini pia hata uwapatia watu wengine, yani kushare, ili wapate habari zetu na wafaidie kama jinsi unaofaidia basi. Ungana nami tena katika kipindi kingine, ili ya kwamba upate kufaidia mengi chao.